sisi tuliopewa dhamana mheshimiwa madiwani hatuna kazi kubwa kama aliyokuwa nayo mheshimiwa mbunge mimi mwenyekiti wa halmashauri lakini mimi nina kata kumi na nne sasa tumwangalie mbunge wetu nchi ina wilaya ngapi ina kata ngapi ina vijiji vingapi na vitongoji vingapi anavyovipambania ndo mtauona ule mzigo mkubwa. Tumwombee Mungu sana mheshimiwa mbunge wetu, lakini tuendelee kumsaidia, tuendelee kumsaidia sisi tuliopewa dhamana, lakini na nyinyi muendelee kumsaidia, kumsemea vizuri rais wetu, kumsemea vizuri mbunge wetu, kwa sababu tunaoyafanya nyinyi mashahidi, mnayaona. Leo tumekuja kufanya mkutano hapa Masaika matunda ya mheshimiwa mbunge yale pale, na mheshimiwa diwani madarasa ndio yale pale, nadhani sote tulijionea. Tunashindwaje kumuongelea vizuri mbunge wetu ndugu zangu? Jingine, lazima tuwe wabunifu. Huu ubunifu tunaofanya kwenye kutafuta kura, na tuwe wabunifu kwenye kutafuta maisha yetu wenyewe kubuni miradi. Mimi nimetoa hotuba siku ya baraza, sina kijana hata mmoja aliofika halmashauri. Sijapata dokezo hata moja la vijana, tunataka fursa gani? Mheshimiwa mbunge atakuletea nini? Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri atakuletea nini? Ni lazima tukubali sisi wenyewe tujipange, sisi wenyewe tuangalie fursa zetu, alafu sisi tuje tufenyeje, tuwashike mkono kufanya kazi. Tukubali sisi wenyewe kufanya shughuli zetu za uchumi, na mabadiliko lazima tuanze sisi wenyewe. sisiemu hoyo aweso hoye katika vitu mheshimiwa mbunge anavyovifurahia kuwasaidia ndugu zake ambaye ni sisi. Mimi mheshimiwa mbunge, wakati na siku ya baraza kuapishwa, aliniambia, mheshimiwa mwenyekiti, nina imani kubwa na wewe kusaidia ndugu zetu, hapo washike mkono. Mheshimiwa mbunge analaani sana mikopo kutolewa kwa wenye sura walokuwa wana sura hawapewi. Tatufike mahali tubadilike na sisi pia tunaoiongoza halmashauri. Fursa zipo za uvuvi. Faiba twatoa kama serikali, asani wewe kuvua waweza, asani wewe kuvucha waweza na hoza mzuri, mnashindwaje nyinyi kuorganaizi kutafuta vikundi tukapata faiba moja. Nyie kuweni wabunifu, nyie leteni. Alafu tukikwama, sisi ndo mtapata pa kutusema kwamba wewe mwenyekiti wa halmashauri, sisi tumeleta ukutusaidia.